Mambo matano ambayo unahitaji kujua kuhusu kubalehe au puberty. Kwa wasichana wengi, kubalehe au puberty inaanza kati ya umri wa miaka nane na kumi na nne lakini kila msichana ni tofauti, na hiyo ni sawa au kawaida. Jambo la kwanza: itajuaje kwamba nimeanza kubalehe? Kabla ya kuanza kuona mabadiliko kwa nje ya mwili wako, kutakuwa mabadiliko yanayotokea kwa ndani ya mwili wako. Ovari zako zitaanza kutoa homoni na hiyo itaonyesha kwa mwili wako kwamba ni wakati wa mabadiliko mengine kuanza. Hii itaanza kutokea kati ya umri wa miaka nane na kumi na moja. Jambo la pili, kwa nini niko na upele kwenye chuchu au kifua yangu? Hiyo inaitwa upele ya liziba au matiti na maana yake ni kwamba homoni zako zinatuma ujumbe maziba yako yaanze kukua. Kifua yako inaweza kuwa na maumivu kidogo na kuwa laini. Vipele kwenye kifua yako itakomaa na kuwa maziba. Unaweza kugundua vipando ya maziba kati ya umri wa miaka kenda na kumi na nne. Jambo la tatu, kwa nini napata nywele mpya? Hii inaitwa mafuzi ama nywele za sehemu ya siri. Wasichana wamoja wanaanza kuota mafuzi mbele ya vipando vya maziba na wengine wanaanza kuota mafuzi baadaye. Kila mtu iko tofauti na hii ni kawaida kabisa. Utaota nywele chini ya makwapa yako na kwenye eneo lako la siri, buchi yako nywele katika sehemu zako za siri kati ya umri wa miaka nane hadi kumi na sita. Jambo la nne, hii maji nyeupe kwenye chupi yangu ni nini? Miezi chache mbele ya kuanza sikli yako utagundua utoaji wa maji nyeupe au kioevu ya wazi au maziwa kwenye chupi yako. Hii ni jambo la kawaida kabisa. Utoaji ni namna nzuri kabisa ya mwili wako kuiweka uchi wako safi iliyotiwa maji na iliyolindwa dhidi ya maambukizi na uchokozi. Kwa hivyo ni kawaida kuwa na kiasi fulani ya hiyo. Jambo la tano, nitapata hedhi yangu wakati gani? Wakati unapokuwa umekuwa na vipando vya maziba, nywele za kiuno, na unagundua utoaji ni alama kwamba utapata hedhi yako karibuni. Kumbuka siyo ya kukimbilia. Na wakati yoyote unapata hedhi yako ni wakati inayofaa kwako. Utafikia urefu wako kamili karibu na umri wa miaka kumi na sita. Mabadiliko ya hisia inatokea wakati wote wa kubalehe au puberty. Kwa hivyo unapojisikia kuchangamka dakika moja alafu unataka tu kulala dakika inayofuata, usiwe na wasiwasi. Muda mzima wa kubalehe kutoka mwanzo hadi mwisho inaweza kuchukua hadi miaka tano. Mabadiliko inatokea wakati tofauti kwa kipindi kifupi. Kumbuka jinsi mabadiliko haya inatokea haraka na jinsi mwili yako itafanana ukishamaliza kubalehe au puberty. ni kitu ambayo mwili yako pekee inajua. Furahia mwili yako jinsi ilivyo leo, kisha miezi chache, furahia mwili wako jinsi itakuwa wakati hiyo.